Milioni you never know, some of vacation zilikuwa nyingi, lakini mara Zanzibar, mara Zanzibar nini. Nakumbuka hata kwenye siku ya harusi ya Hamisa, pia siku ya mahari, wakatoka kwenye mahari Zanzibar. Siri <laughs> ya mtungi aijuae, kata mimi, habari nilizonazo kuna vacation moja ya, ya kwenda nchi za nje, tiketi ilikuwa ina, ina, ina jina la Rubi ikafanya kukatwa, ile ya mwanzoni mwanzoni baada ya ndoa ikaandikwa jina la, Zailisa, la sijaelewa si kabla na eh, ndo Rubi aliondoka. Kwa hiyo kuna mambo mengine aliyaacha pale okay. E, kwa hiyo kwa, kwa habari zangu enewe za uchunguzi na okay. wenzangu E, tukaambiwa. Mm, tunajua saa ingine watu wa airport wana ushirikiano mzuri, mm -hmm. Mm, kwa hiyo jina la ilikakatwa kwa sababu alikuwa asha achana na kaka yetu. Wajuzi wa, wa, wa, wa, wa mambo wanasema mm. uh, kaka yetu, ndugu yetu, msanii wa singeli kabisa wa kabila mimi, namshauri atoe ngoma tu, yeah. Eh, hakuna jinsi atoe ngoma <laughs> uh, lakini kuna vitu ambavyo tumeelewana nikitoka hapa nikakutana na judu la makabila, kuna, kuna, kikao kizito sana, akiwa kama mdogo wangu tuzungumze, lakini kuna vitu ambavyo nitamshauri, mm, alafu nitavileta kwenu na kiukweli, na kuna video ambayo ina trend sasa hivi ameposti rafiki yako Juma anatamani sana akutanishe na Zailisa, mm. Na maana je, kutana naye mm. Ah, baada ya kuachana na Manara ina maana hajakutana, hata sisi tuna tuna tunafanya tuna jitihada baada ya hapa pia, mbali ya Dula Makabila pia tumtafute. So ungea chochote mm-hmm. S -tahari. S -tahari. Ay, Mane, no, -tahari. -tahari. Mama wa Zailisa amezungumza kwamba mm -hmm. Zailisa haishi Sinza, lakini pia mgogoro um, wa Zailisa na Manara tumeanza kusikia siku nyingi, na hata wewe pia ulishawahi kuzungumza kwamba mara nyingi wakigombana mm -hmm. Zailisa anakimbilia kwa Chriss Outfit mm -hmm. na anakaa hata wiki siku tatu kisha anarudi kwa Manara mm -hmm. Chriss Outfit ndo anayemficha Zairisa akiwa amekorofishana na na, ndiye anayebadilisha nguo, usisahau hilo. Ndiyo au kuna Trudy hapo kwenye Zairisa kuishi? Inawezekana pia, sasa hivi anaishi kwa Chriss Outfit. Jambo la kuishi mimi nimeomba, ah, nisilizungumzie leo, lakini haishi Sinza mm -hmm. na kwa Manara hayupo. E, mm. Huyu Chris naye pia ana kesi yake kubwa sana, manake ameanza kukaa mm. na Zailisa tangu yuko kwenye ndoa. We, mke wa mtu unakubalija ingie ndani ya nyumba yako mm. e, bila taratibu za mm. msingi. Mtihani mkubwa Chris. mm. uh, mi ni muombe mdogo wangu nampenda mm. sana, e, tumetoka naye mbali, mi ni muombe awe makini sana Sawa. e, kwa kipindi hiki ana uhuru naye, lakini mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa anatoka kwake tena, sio anatoka, anatoroka kwake, anakuja kwako kama rafiki yako eh, analala ya kwanza, ya pili. Jamani, mtihani. Kwa nini Haji hajawahi kuchukua hatua? Zaidi sana anatoroka anaenda kwa Chris na Haji anafahamu. Kwa nini hajawahi kuchukua hatua kwa Chris? Unahisi sasa kaka Haji atachukua hatua kwa nani na nani? Maanake Zai alikuwa mbali ya kwamba anaendaga kwa Chris, lakini alikuwa haendi kwa Chris peke yake atakamata wangapi? atastaki wangapi? kaka hadi e, vituo vilikuwa eh? E, vingi au umeelewa? Umri huo e, umeelewa labda, ah. Uh, aabat Zailisa Edi, yeah. Akipinda Zailisa akiondoka kwa Manara, katika hivyo vituo vyake kke, alikuwa na husika kukutana naye <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> asakani asihusike, wakati mwingine anahusika, wakati mwingine ahusiki. Yeah. Jamani, unajua Tanzania tuna, tuna jambo moja yeah. Eh, tufunguliwe makurasa makabrasha, yeah. mpaka lakini, yeah. Nyimbo jamani, simnazisikia nanyi, yeah. Mashairi nanyi simnasikia haya, yeah. Mnatafuta ubaya gani tena mwingine na, mama hmm. <laughs> Kipindi Zailisa anatoka kwa Dula Makabila mm. Dula alimwimbia akamwambia, ile siri yako ambayo tunaijua mimi naye nimeitunza, lakini jifunze kupika mm. ili mzungu na huko tena, tunakuja kuona kila kile ambacho alikizungumza Dula Makabila ndicho kitu ambacho uh, uh, ndugu yetu Haji naye pia amekizungumza mm. kwenye hili kuna ukweli wote kwamba mm. mm. hajui mm. kupika kabisa, alisemwa halo mm. bwana mm linakuja mm. Eh, lisomo lipo kama halipo linakuja. Kwa hiyo ah, mimi sipendi kumnyanyasa mtu au kumsimanga mtu kwa kitu ambacho hajui mm. Mimi ni wajibu kikubwa kidogo, Zailisa ndugu wangu mrembo kabisa, nafasi anayo sasa. Ajifunze kupika, eh, wajua unaweza ukaambiwa huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi, lakini ni wakati pia ni kama wa kujitathmini. mm. mm, ajitathmini vizuri tu Zailisa, nafasi anayo so, so. mm. Kuna neno moja nataka niliseme. kusama, <coughs> nana, mm. Anasema nilimtoa mtoto wako shule za Kayumba nikampeleka shule ya bei kwa maana Zai ilikuwa hana uwezo kabisa, alikuwa akifanya kazi Lamata kama siku sahihi, na mpaka sasa hivi bado yuko kwa Lamata, anafanya kazi na Lamata mm. na, na, mm. na ukiacha hivyo, baada ya kuolewa na Haji Manara alipata endorsement nyingi nyingi sana. Tukiangalia tu kwenye mtiririko wa kawaida, tunaweza tukasema oh. Zai ni kwenda ambasada makampuni kama matano amasita kama, na ndio anavalishwa bure, na ndio anavalishwa bure, what happening, ashindwe kumhudumia mtoto wake na kumpeleka yeye mwenye shule mpaka Haji Manara husike. Wajua, kupata hela ni jambo jingine. mm -hmm, na kuhudumia familia yako pia ni jambo jingine, vitu vili tofauti. Kuna mtu mwingine ha, hapati pesa hizo sorry, lakini anaihudumia familia yake anajibana bana, anajikusanya kusanya, anahudumia mtoto wake mm -hmm. Uh, mimi kati ya makosa ambayo nayaona Zailisa ameyafanya na ni mabaya kweli kweli ni kuwasomba ndugu zake, wao wanaenda kuishi na yeye nyumbani kwa kaka Haji. Mzigo wa familia ya ya Zailisa inasemekana ukawa mzigo wa kaka Haji, ni mtihani mkubwa. Na ndio maana leo hii anatuandikia pale Instagram yeye mwenyewe kwa mikono yake kwamba Kaka Haji alikuwa anaruka na mtoto wa shangazi yake mm. eh, mwenye umri wa miaka chini ya kumi na nane, mwenye umri wa miaka chini... mwenye umri wa miaka kumi na saba. This is very bad. anataka nini mm. anataka kaka Haji akafungwe miaka thelathini? Zailisa, yeye sio wa kwanza kuolewa na wala sio wa kwanza kuachwa. chuki gani anaitengeneza kwa Haji Manara mm. Hii sio sawa. mm. Hii sio sawa kabisa Eh, wewe nani alikwambia ukusanye ndugu zako wapeleke kwa Haji Manara, majukumu yote umpe kaka Haji na basi? Sisi tuna uhakika gani? Kwa nini anamchafua kwa staili hiyo? Sio sawa. Huko ni kumchafua na kumpeleka kwenye matatizo kaka wa watu wote. Tunajua mwanaume akijihusisha eh na kimapenzi na mtoto mwenye chini wa umri wa miaka kumi na nane, miaka thelathini jela. Kwa hiyo nataka kakaji kafungwe? Yeah. Eh? Uh, kwa hiyo kakaji kaja afungwe jela. Sio sawa. Yeah. Mapenzi yeah, yakiisha, jamani ya wadogo zangu yeah. Yaacheni yaishe. Mbona Rubi kaachana vizuri? hmm. Tunaje maana hmm. Na hajaongea kitu mpaka leo. Yuko wapi Queen Masanja, kaachana vizuri tu na Dr. Mwaka Queen hmm. Alilia kidogo akanyamaza akafuta machozi, sasa anafanya kazi zake hmm. Mapenzi yakiisha mali zane ni vizuri hmm. Mimi walinichukua wakaninadi kwa matusi makubwa na kunidalilisha, leo hii nimewasamehe. Sasa ikitokea imetokea, Hitler jamani. Songeni mbele, achieni kuwatafutia watu matatizo. Leo hii kaka Haji Manara akafungwa miaka 30 jela? Jamani, kuna nini? tulipewa hmm. Haji watoto watano, wa ni watano walikuwa au sita? Watoto watano? Tulipewa hadi ya watoto watano na Zailisa alisema hmm. Ilikuwa juzi kwenye kitchen party gala kama sikosei hey. Aliojiwa akaulizwa akasema nataka nimzalie Haji watoto watano <coughs> <coughs> e, eh. Hadi imeyuka sasa hivi <coughs> <coughs> kuna nini kinaendelea? Hey. Ah, siku ile bado alikuwa hajapata habari kwa hizi ambazo yeye anazilalamikia anazi, anazi za huyo binti nasikia huyo binti, binti. binti. binti mzuri, mashallah, nzuri mm-hmm. lakini mkubwa yeah, hey. alikuwa anajua kupika lakini mkubwa hey. hana miaka kumi na saba. Kaka wow. e, asimuingize kakat entaia basi wow. labda Haji ameandika kwamba yeah. mnanisingizia kwenye yeah. no. e, wanamsingizia kweli kabisa, wanamsingizia kakaangu, wamuache sio si, si, si mdogo kama Ah, sio mdogo. na hata hivyo hakuna uhakika na si, si, e, si, si, si, kwa kwa wa kwamba alikuwa na mahusiano naye. Nayena ushahidi na na miamala yote anayo. Wanayoo ndio yes, ndio una uhusiano na mtu oh, na kwanini huyo pesa kwa nini huyo mtoto atumiwe pesa na kakaaji? Shule baba yake, na huyo mtoto yuko wapi? Yani kilichokuwa kinafanyika ni kwamba mdogo wangu Zailisa aliyachukua majukumu yote ya familia yake akampelekea kakaaji. This is nonsense jamani. Eh, mbaya sana hii.

kaka Haji ni mkubwa yeah. Yule binti mtu mzima yeah. Lolote linaweza likatokea Adapis, lakini kilichopo ni kwamba damu eh, zinachemka. Kilichopo ni kwamba uthibitisho hakuna na hata basi yeah. Eh, kuna miamala dereva kasema na mm kadhalika jamani, atakuwa mtoto kautaka mwenyewe ndio